Nilikwambia leo tuko na wasanii ndani ya nyumba. Si wasanii tu wa kawaida, ni machali wamefanya rege, lakini wamefanya rege in a totally different style. Ni machali wanafanya gospel rege, ukishasikia gospel rege, ni gospel za kutukuza Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kama unaendaga church, kama uombea kwa keja, kama uombea kwa dinga, kama uombea mali yoyote, ama machali, sasa leo wako kwa studio ni inspiration buda, tunataka kuongea nao tujue hao machali wametoka wapi, ni wamtaa gani, au support pia timu gani, ama hata ball pengine hawajui, au sio? TuneDem band ndani ya nyumba buda, karibuni sana TuneDem band zia, asante sana watu wa gospel, ugota ugotaslama, yeah. Sana, so TuneDem band. DJ wangu hapa anatua DJ Mo so, anafanya mambo mbaya sana, ameniambia kuna tune yenyu, nikamuuliza buda Gospel, usikia saa ngapi? Eh? Yeah. Eh, yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. iko kabisa. So tuanze kubonga na wewe budo huko musho yeah. ungetuambia real names zako apart from yeah. TuneDem Band. Real names alafu pia wewe ni wa ah, alafu pia wewe ni wa mtaa gani? So mimi najulikana okay, ah, kama okay, Steven Makoha kwa passport na

amta okay, mta originally uh, na come from Mukuru. Unajua Mukuru watu wakifikaga Mukuru wagaona gatusi nayo huko kwa nare du mm. Mukuru ni bigi mm. yeza ina run kutoka nyuma ya Mata hospital hapa hivi unachii hapo, uh -huh. kuna marigoine kuna mukuru kayaba, ukifonga hapo mbele kuna Kingston kuna Rubembe uh -huh. na hapo uh -huh. kuna lungalunga pale kuna eh. jumieka, yeah. jumieka iko hapo hivyo kuna mpaka Jumeca, sinai yeza, kuna sinai hmm. sasa huko hey, eh, ndio kulishika gamu, mbona wapo mukuru kwa njenga ushamwona Mo, ah, kuna time tumeingia na mo out. Ah wewe, unajua. Alikuchapia tena hizo South B. Ah wewe mo acha. Sio mbona hapo kwa jega sio. Eh hapo hivyo mo out of travel hapo hivyo tukiingia sana. Noma. Yes I bless. Safi sana. Kwa maana mbona unaitwa Makoa mazeni kakumbuka tu wase wa kuku, ya watchman nini Waluya. So big up yourself mazeni. Ni kwa Waluya wengi sana jo. Kodau. Producer ni Mluya, cameraman wawili wote ni Waluya. Yes, atau yeah. Ndo si Mluya umeingia tena umekwa Mluya aina worries, unajua actually hizi za ethnic hizi ma ethnicity ya tufaigi uh, kuitumia kama kitu ya ku create war against each other ethnic difference tunafaa tutumie ku create yani You, yani unit unajua cultural kabisa difference yani nyi wewe uko na culture tofauti mimi na culture tofauti exchange notes na eh iko kabisa si kwa Afrika sana tunafaa tukae pamoja na amani unachie mm. kabisa, yesa kabisa. Mm. Buda tuende kwako mazee, kidogo ungetuambia, mm -hmm. Jina lako pia, wewe ni wa mtaa gani? Eh, mimi naitwa Kefa, naitwa Kefa Charles. mm. Eh, mazee mimi natoka original, mtaa ni Kibera. Eh, Buda namba nane eh. Noma huko ndio eh, pali meguroia mzee yeah. Yes alafu ukatutoka ukishapata magari ah, bado tuko huko huko utatupata kwa wingi okay. Eh. So tukiongea Kibera, ni Kibera pande gani eh? Kibera unajua kianda? Bas ju huko bombo area lulu hizo area. Bas, Mbona kuja huko sana lakini yeye uogopa yeah, hey, ukama nasema ati anaweza sasa kaniwamkurukwa njenga, unaogopa kiandaji Kianda <laughs> kuna flat. Bana. Please, kuna mpaka ma flat. Bana. Kuna mpaka gorofa. Asante sana so tumeongea <laughs> na nyinyi Sunshine Boy. Ndio mimi yeah, nikiwa mtaku ulikuwa na tune flani ilikuwa inaitwa Family business ya Tony B. kwa kila saa ni mimi nikiwa MC nilikuwa naimba hiyo song. Yeah. Chris darling was a shoe shine boy, boy? Mm -hmm. Born and raised in Kibera. Yeah, mm -hmm. So yona tune them band. Ito tune them basically, uh, inatoka kwa majina za kizungu za dictionary ya kilami tune, alafu them, alafu sasa unajua watu wa reggae rege, tuna dictionary yetu ya koga, tuna dictionary yetu ya kikwetu, yeah man, inageuza nakuwa tune them, una rada So actually, uh, hiyo jina TuneDem mi nafa ni kaa ni more, ni more or less a prayer yani, to the most high Jah Jah, yani yedha yeah. Ukiangalia kwa society leo mayutuma na nini nini, yani inakuwa ni worries and problems yeah, yaman yeah, kuna war, kuna crime, kuna violence yani man to man amekuwa so much injustice unacheki Saa tuna preja ja jo arudishie mankind ile hati yake ile hati ya binadamu wacho, tuacha tuacha unyama. Mm. So ni prayer kwa Almighty unacheki. Kabisa. Mm. Yes, I. So TuneDem band Buddha. Mm -hmm. Yeah. Na wewe tueleze. Mm -hmm. Music, mbona gospel? Gospel reggae ama gospel? Gospel reggae. Uh, eh. Basically eh, uh, nilikuwa napenda reggae nikiwa mlese. Eh. Na growing up eh uh, nikasevika hapo, ndo nikaanza nika, nika tu kutunga matins za rege na kuanza kuimba rege. So ili hapo ilianzianga hapo basically, yeah. Okay, haya, ndani ya studio mazee, leo tuko na TuneDem band nakwambia. Si wazee tu wa kawaida, bali mazee wanafanya gospel rege. Ushaisikia gospel rege? Uko na gospel rege yoyote? Ndio. Nice. So mm. TuneDem band. Mm. Kuna tune yao yeah, uko nao hapo hivyo. Wacha tucheze TuneDem band. Bado yeah. Tuko nao kwa studio mazee usiende fa. Tuma hizo maswali mazee. Ongea na si kwa Twitter kama kawaida. At Chris Daniel Travis DJ Mo at QTV underscore Kenya. Kumbuka kutumia hashtag mm. QTV Jamrock. Au siyo? Mm. Kuna Twitter handle TuneDem band? Yeah, of course. At TuneDem At TuneDem band. TuneDem band. Yeah, yako personally iko? At Kefa Charles. Uh -huh. Aha. Yeah, at Shushine. Atushushai tuma yeah, hizo matweet maze, mm. Bonga nao leo kwa studio, tuko nao mm. Waulize maswali, kwanini gospel reggae maze mo. oh, oh, yeah. Twende kazi yeah, yeah, yeah. You are the reason I'm living today.

kwanza unataka kuimba reggae huko, umemwambia kwanza ni gospel. Madha alikuwa na filaji nasema mbemezo wangu na eh, ni alikuwa msupportive unajua, mm -hmm. having kugrow mtaani na yeye ndiye alikuwa parent pekee yake, hakuwa option nyingine. Usimtetee kama alikuwa. yeah. <laughs> of course kwa ile kwa anda hiyo, ndio hiyo sasa. Usimtetee kali kuhanda, mimi madhe yangu alikuwa <laughs> ananipiga mangoto na mimi usema hey. <laughs> Eh, uh, kuna ile kuanda lakini eh, eh, kusema kweli alikuwa msupportive nice. eh, sector music nao likuwa tu msupportive eh, mm -hmm. a yeah. family wise tukiongelea muziki eh, una familia ya kando ya kwa madha yako yako. Mimi bado manzee sina familia sijamari, <coughs> lakini manzee ntaka nikafunge hivi karibu eh nataka nikafunge hivi karibuni jeo bana eh. Umesema live kwa TV uko single.

Sijasema niko single. Nimesema hey, sijamari. Okay. Yeah. Okay. Lakini eh, haimanisha ati siko single. Kabisa. Kwa hivyo mo ni na ionakona Jehova pole kidogo. Kwa hiyo story iiudaikakomazie kidogo, tuzungumzie famili yako, vile walisikia unapiga reggae bado umwambia ni gospel. Hey, ile ilikuwa ni World War 3 buda. uh -huh. Hey, nakumbuka mara kwanza mtaani nikiwa na kitu inakaa musical ilikuwa Standard Seven na ilikuwa ni Walkman tape Ya King Lions na Duty Family mnasunda hapo hivyo unasikiliza. Wewe wacha mzai cheki. Nilipigwa omba. Nikajua naye, unajua watu wengi ni wajanja. Mambo ya kupiga watu haisaidii. Nikajua sasa huyu buda ni mchezaji wa ice. Mambo ya mziki hata waijua na hivyo ando linginaia mziki, hivyo ndo vile nilijipata ik high school, niko kwa street dancehall street, I mean dancehall za reggae, yani night and day niko lakini ikula human awakoikulaake ga, umekuwa ukienda kwa ma club za reggae, si gospel, lakini umeenda kwa ma club za reggae, hili liku drive sana, uka move kutoka kufanya reggae ya kawaida na ukasonga kufanya gospel reggae? Uh, actually uh, Thank you very much for your question. Yeah. <laughs> <laughs> Kabisa. <laughs> Karim sana. Actually, uh, me, ni, I'm not religious. Kuna tofauti between religion and spirituality. Personally, uh -huh. Relationship yangu na Jesus ni personal. Eh, so, mi si ule mthapana personal, una mjua, una namba, apana hiyo personal, uh -huh. Yani, mimi wenyewe vitu amenifanyia ma na ma conviction ameniwai mi ndo na rada unacheki na yeah. Power yani, vile amewaka out vitu kwa laifu yangu mimi ndo natambua yes. eh, maybe wewe wezi rada juu probably uja experience hiyo mm -hmm. na ndo pia maybe unaweza pata eh, ndo hivyo tena, so and then mziki ile nafanya me majorly ni mziki, ni mziki broad, aiko aiko locked up na political change some religious change, ocheki yeah. Yeah, man, mziki mtu anaweza relate nao from any place, ngori sana <laughs> Ah, kweli naye nilikuwa msengori sana yaani, ile kama ni noma, wacha kanuki bana, hizo ilikuwa go time, yaani halafu hiyo njia sana ikakusongesha kwa niende hii side nitafute njia tofauti kabisa. Hapo nikajua ni, ni, mm. ni, ni, yeah? ni blanda nzia <laughs> yeah, we nikicheki poa ni uh -huh. ni a ujaingi hizi klab za reggae sana uh -huh. ama kama umeenda pengine mimi alikupeleka ungetueleza, ushaingia club yote ya reggae. <laughs> ah, mi, duma, yeah. hmm. mm. fauna, so wewe unaenda club gani? hey, unaenda klabu yote ah, ya Jesus za huko hiyo uh, Jesus tuko huko ndani, Jesus tuko ndani kabisa mm-hmm. Lakini klabu eh, ya Mwasho jo, kuna ofanya hii na hii na pia zote mshafanya, wa Yes I na i na pia wanafanya si ufanya live music in all events. Alafu tuko tu wawili, tuko nirende amtuka um, tisa hivi. oh, nice. yeah, man Uh, ni full band kabisa, talk of instruments, vocals and everything uh -huh. So siu play music, tuna play music uh, in all events na yes. Si fanya gospel reggae kwa event yote sita come to play music hapo kuruka. mm -hmm. Alafu pia tuna album yetu ya kwanza tulitoanga inaitwa Foundation yeah. Alafu uh, project yenye tunawakia saizi ni, ni album ya pili Najita no other way okay. Yeah. Nice. Yeah. So watu wa tisa mko wawili yeah, au wengine yeah, wa saba yeah, roll zao ni gani? Of course mm -hmm. Uh, mimi na nashusha inapa si wanga kwenye uh, lead yeah, singing, sini yeah. mm -hmm. Alafu kuna maplayers uh, kuna kuna wale kuna wana play keyboard kuna wale wana play bass kuna wale wana play guitar kuna wale wana play drums. hmm. Alafu kuna pia mademo wana wana backup vocals uh, okay. yeah. tunaweza mweka kwa place gani hapo kwa TuneDem bano, juu wewe uniambia, yeye ni mnoma sana kupiga mapiano, sijui gita ajuaje, utaka kupiga nini wapi? Mo ni ukweli <laughs> eh. na na kuna tofauti ya ku MC na kuimba eh, kweli, MC, kweli. kama <coughs> Nikofiti, by the way, unatoka chini ukienda juu, ni wapi naweza ingilia ama unaweza ni advisaje? mimi nakamapa sahizi, nimeanza kufanya mambo maybe record hapo kwa Kenya hey. baada hivi nikifanya mambo vitu napiga kavoko hapo, nafaa kuduni nini, naingia wapi Wengi liaga tuko mlango tuka mjamrok tufanye mambo ambo ya kuingia kuimba hiyo so, <laughs> ah, <mochata. laughs> so mi nafit wapi? Kuna space, kuna naweza beba pia spika, naweza beba. Unajua we hiyo eh, sekta huko iko kabisa hiyo sekta iko kabisa, umeiva. Mi siwezi fanya hiyo hiyo. Hebu tupatie e vocal moja, vocal. Eh. Vocal tu ya ngoma yeyote, upatie script Vok, script kwa ngoma tena. Ngoma ni script. Hakuna. Boko ni ngoma yote. Boko anapatua ngoma kama isha choro, unajua? Eh. Eh. Ngoma unajua kwa kichwa, wewe piga tu. Hata sina, kani kwa kichwa tu. Mugidi? Aziko. Hata zile za kitoi.

Kweli kabisa. Kweli kabisa. Kamera angalia mm. Ongea na mayutu mazee wa Mukuru, ungewaambia nini? Uh, mi kitu nezaambia tu mayutu pale ayad ni hakuna kitu wezekani. hakuna kitu wezekani. Always keep it positive, unajua mm. yeman yeah, eh, juu I mean, scripture nasema

Haya, mm -hmm. Umesikia. Yeah. Susin ni msa wa kung'arisha viatu <laughs> lakini u maze ni msanii. Lakini kung'arisha, yeah, ndula pia ni usanii lakini, uh -huh. Hiyo? Yeah, yu <clears throat> ni nickname yake, e, kamera tu hiyo hapo iangalie direct. Zungumza na mayutu wa mtaani, ungewaambia nini? Well, kabla niwaambie, nipenda kuambia tu, uh, Isa tu uh, TuneDem itakuwa Michael Joseph Center, yeah. from uh, 4 to 8 pm, tuko na show huko. Mauano inajita reggae worship live concert, ni nice. Band na, na votaries band fulani inajita votaries, tutakuwa huko kuruka kabisa, so karibuni. Entrance ni 500 shillings hiyo mm -hmm. E, ad, ni advance eh. Lakini ukiweza lipa before 4 hiyo ni so tano, kuja kwa gate mm -hmm. ni so saba so e, kenye ningependa kuambia mayutman ni wacha background yako isiweze kudefine kenye Eh, penye wewe utagrow kukuwa unajua mtu mtuka mimi mtuka Chris Darling umetoka Kibera unashika mm -hmm. na pia nimeambiwa e, shusha shusha. Yes, eh, wacha, wacha, wacha background yako isiweze kudefine kuku, eh, usiweze kufika destination yako unajua mm -hmm. Yeah, amka asubuhi manzee, changamka na uweze kujipatia psyche ya kuweza ku accomplish purpose yako kwa hii life manzee. Hapa hivi mazee, bado tweets zinakuja kibao sana, wanasema mm -hmm. asanteni sana mazee, TuneDem band kwa ku come through Jamrock, ri DJ Mona QTV, asanteni mm -hmm. kwa ku host mazee, vijana wa mtaani mazee, mnafanya kazi fiti sana. Alafu TuneDem band asanteni mm -hmm. kwa kufanya mm -hmm. asanteni kwa kufanya rege gospel kwa sababu sababu wasanii kidogo sana Kenya uh -huh. wanafanya rege gospel. Hapa hivi anauliza TuneDem band artist mgani mwenye imba gospel, mngefanya kufanya club naye? Yes, I uh, actually. Artist mo na fani gospel tungeza kuaknae. I mean, artist yote eh, mm. ni open because mm -hmm. ni kushare faith. Yeah. Eh, ni kushare na wewe. Chris wewe ni aje? Mimi yenyewe sure, hivi ndo DVD yangu una ona aje vibe. Ukiona iko fine una common board. Ukiona mm. pia i, hii eh, vibe ya say wameni sukuma sana. Kwa sababu ana iko sawa but mabaadaye. So yeah. any artist Mm -hmm. Eh, anakuwa mama anakuwa on board, tunakaa kaa tuna reason tunaona nini tunaweza put on board unacheki. mm. mm. yes ah yeah ye, juu hata Christ mwenyewe akukujia akukujiaga watu watu wameokoka ama watu nakaja amekujiaga ga e, wale wako tu wale watu wako kwa... zile yeah, maeneo tulikuaga yeah, yeah. zile unacheki yeah. <laughs> yes ah ye. Anto anauliza kwa Twitter anasema, Chris dali, please uliza mm -hmm. TuneDem band naweza nikafanya nini ndio niweze kuwa member number 10 kwa TuneDem band eh <laughs> <laughs> hey, member number 10 Mm. Of course, eh, uh, tutumie tu email manze, amo tu, tu, tu, tu hook up kwa, tuweze kubonga kwa tuchapie tu kwenye social media peje zetu alafu tubonge kutoka hapo hivyo utajua ni aje. Yeah. Muona hapo so, kidogo. Alafu yeah, maze, mi niko na swali jo yeah. Kwa wamesema afanyangi clubs yeah. As in a clubbing unajua ile yeah. So mimi ni DJ Monday to Monday to yeah. Monday to Monday anafanya kwa club. Yeah. Niko na ngoma yenu hapa niko na yu hapa na hii ingine thanks and praise kujeza kwa klabu yangu, alafu ishike kabisa. Itashika nini vile, si ufanya doti family, tuko na mc bio, tuko na waire na pitia kwa klabu wasee wadainiaje, atakutizama mawa wasee live kwenye klabu, na umesema aufanyange klabu. So eh actually I think tumepita, tumepitana kiasi Kenya, nimesema nimisijaienda maklabu, unashika lakini sijasema TuneDem tuwezienda kupiga kwa club. Eh, sisi paliyote pali si tuko available kwenda unajua juu ju, amesema shusha shusha amesema Christ akukamia wale wasi wenyewe kwa church peke yake alikamia mm. Wasi wote mm -hmm. So ngoma ikishika nini tuite si takaazapiga gospel wege yetu kabisa. All right. Yeah, yeah. Kama kawaida nilikwambia wasanii walikuwa leo ndani ya nyumba si wa kawaida, maze ni wasanii wanafanya gospel reggae, si wengine ni TuneDem band wako na matune kibao sana. Wamekwambia wamekuwa na album ilikuwa ndio foundation sasa, bado kuna album nyingine na come next, na Sato unaweza catch pale hivi. Michael Joseph anakuwa na perform live, ni so tano ukibaya advance, na ni so saba support hawa vijana, usiombe complimentary. Jueni wa mkuru kwa njenga hapa nah. Nimeona more ready asanza kufanya ums <laughs> lenga hiyo story, lipa support Kenya, au sio? Lazima usupport hawa wasanii pia waweze ku grow, ni inspirational sana ndani ya QTV Jamrock leo. Nikikwambia pia story yangu, au utakuwa na believe lakini pole pole tutakuwa na kupeleka through zile ma difficulties tumepitia, lakini ni God alone ameweza kufanya tukafika hapa. Shusha ina amekwambia, God huwa ameandika jina yako from the day umezaliwa. Yeye ndiye usema utafanya a b c d. Kwa hivyo binadamu asikamini na jaribu kuambia ati huwezi make it, huwezi fanya hivi, huwezi fanya hivi, na pia uki make it binadamu asijaribu kuangusha chini, because ni God alone anaweza fanya hiyo kitu. And then another thing inaelewa ni you don't have to go to church to be a Christian. Unaweza kuombea kwa keja unaweza ombea kwa Dinga, unaweza ombea malio, hata hapa kwa studio before show ianze, wa tunashikana pamoja na tunasema maombi, au sio? Ni QTV Jamrock kama kawaida, tuko na TuneDem Band Gospel Reggae ndani, hata usiende far kwa sababu, ama jamaa, saa hizi tutakawafanyia live, yani vile mtakuwa mna perform, mambo tuende story, au sio? So I watchers i viewers for the first time ever, ndani ya QTV Jamrock Nisaidieni mazee, karibu sawa, karibisha wamachalikwa stage ya QTV ndani ya Jamrock Live, piga kelele, welcome on stage TuneDem!

I'm the reason I'm living today, the reason I'm smiling, the reason I'm happy is you. And the joy I feel inside every time I'm down, you lift me up is you. I'm friend, my friend, my strength. Wait. You want to come on. Beautiful eyes. You know there's a fanya. Lakini unolamba kama mimi na kwa backup vocal. Backup vocal, lakini unolamba kwa fanya. Kabisa kabisa juu. Hey man. Asante sana. The only reason why you're here today. Au sio Mzee? Asanteni sana yeah, kwa kujiunga na sisi leo buda, tunashukuru sana na, mm -hmm. Na wish all the best kwa kila kitu chenye mnadu. mm -hmm. Kama kuna tuni yote ya reggae mnafili navaa kwenda mali uh -huh. Sishae mazee kutoletea to drop here okay, anytimeka awesome. Nafilinda kuingia kwa klabu yetu mali si huotuabe Kristo kuja kupiga ABCD. Karibuni mazee anytime, au sio?